Akikishia kwa kwamba wamachinga ni wa kwangu, ofisi ya Gowaso ni wa kwangu, kwa sababu mimi ndio mlezi wenu. Ndugu <coughs> zangu, kumekuwa na hoja lakini, kwangu maono yangu, hoja kubwa zenye msuguano mkubwa ni mbili. Moja ni swala la mapato na matumizi, swala la pili ni ukaguzi wa fedha kutoka wataalamu na la tatu ni upangaji wa meza au utaratibu wa wamati kufanya biashara. Ndivyo usivyo, ndugu zangu wamachinga. Mimi nilielekezwa na ofisi ya mkuu wa wilaya kwamba nije tuongee, tuweke msimamo sawa sawa na tutoke katika safu moja. Tumesikia majibu ya katibu mmelivikanaoenivikanayo <laughs> naomba nitoe maelekezo. Mtendaji, natoa maelekezo kwamba uandike barua kwa mkurugenzi wa jiji atupe wataalamu wa fedha wa, waje kukagua wa ofisi yao <laughs> maelekezo hayo ni immediate expected. Yani afanyiwe ya kazi mara moja. Swala la pili, swala la meza. Ninaomba tuunde timu hapa ya uratibu wa upangaji wa machinga kwenye kata ya Gongolamboto. Timu hiyo itatokana na nyinyi na itahusisha serikali ya mtaa na kata, kuna namna gani ya kupanga kwanza kuratibu na kupanga na utaratibu mzuri wa njia katikati ya kila meza na ukubwa wa meza, ili wengine wafanya biashara, magari yaweze kupita, usalama uwepo. Wamachinga oye! Swala pato la matumizi, swala pato la matumizi, naomba nitoe siku saba. Sio na, sio na, siombi naelekeza. Viongozi wa gowaso wa sasa hivi walioko hapa, natoa siku saba iandaliwe taarifa ya, ya pato ya matumizi toka wameshika ofisi. Taarifa hiyo itasomwa mbele yenu wote ndani ya siku saba kuanzia leo <laughs> na nikuelekeze mtendaji, mara baada ya taarifa hiyo kuandaliwa, naomba ipelekwe kwenye ofisi za, za mkaguzi wa hesabu za serikali levo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, sawa sawa. Kulikuwa na ujaganaw mtumishi kiufupi. Sasa mtumishi, nilikuwa najaribu kugusia hilo swala, kulifikiria tu, tukisema tusiwe na ulinzi na usalama kwenye hizo meza tutenda kwa namna gani? Sijaongea kuhusu meza za chuma. Kaka, hebu simama. Wewe. Sasa wamachinga tunafanya tunafanyaje? Simama. Haya. Ndugu wamachinga, ndio. Nimeongelea swala la meza za chuma hapa. Nimeongelea nini? Swala la meza ya chuma tunaunda tume miongoni mwenu. meza za chuma tunaunda tume miongoni mwetu, tume ya watu watatu watano, itaambatana na serikali ya mtaa pamoja na ofisi ya mtendaji, sawa sawa. Mapato na matumizi, nimeelekeza ofisi iandae mapato na matumizi ndani ya siku saba ili kusomewa swala mkutano mkuu, kulingana na katiba iliyopo. Walikuwa wamejipanga mkutano mkuu wa mwaka tarehe 28 mwezi wa tatu. Haya. Jambo langu ni kuhakikisha wamachinga wangu wote wa wanafanya biashara kwenye hali ya utulivu na ustaarabu.